tunalilia serikali ituangalie hii haki. Kwa nini sisi tudhulumiwe? Sisi sio Wakenya? Sisi haki yetu iko wapi? Serikali imeweza kutupatia ardhi ya hekari mia tatu na sita ili kuweza kuifaidi sisi kama wakaazi wa Gazi, lakini wenzetu kwa ubaguzi na ubinafsi wao wameweza kututenga ili wafaidi wao kama wao waweze kutuvunjia, wakituambia tuende makwetu hatuwezi kuishi namna hii. Leo watu wote wako nyumbani, wa, wa, watoto wametawanyika, wame sasa tu mvua hii, tutakwenda wapi? Hii si serikali bwana. Kama ni hivyo, afadhali watu wote wakufe. Sisi hatuna seneta, hatuna governor, hatuna kansela, hatuna mbunge. We are tired, this is historical injustice. Imeanza na Ngala, akaja Maitha, watu wanauliwa, tunatingishwa kama vile wanaona sijui ni nini. Tunatingishwa tu kila siku, kufungiwa manyumba kila siku. Wakati tunafungiwa nyumba sisi tuwe, tuuliza, hivi tumefungiwa nyumba, tuende wapi? Watoto wetu wanakatwa na mapanga, watu wamekodishwa huko nao wakubwa. Sisi tunaomba kwamba serikali iangalie kati na ituangalie vizuri, maana sisi hapa hatutoki, tuko na tutakuwepo kila siku. Hii ni Anisa TV.